Leo nitakuonesha codes zote za kujitoa kwenye call forwarding na jinsi ya kufanya uchunguzi kuangalia kama simu yako inaelekeza simu kwingine. Kabla tuanze, gusa alama ya subscribe na like ili usikose video zetu zinazofuata za teknolojia. Pia gusa alama ya kengele ili upate notification kila tunapoweka video mpya. Call forwarding au call divert ni huduma ambayo inaelekeza simu zinazoingia kwenye namba yako kwenda kwenye namba nyingine. Kuna njia tofauti za call forwarding, unconditional call forwarding, Simu zote zinaelekezwa moja kwa moja kwa namba nyingine. Busy call forwarding, simu zinaelekezwa tu wakati simu yako inatumika. No reply call forwarding, simu zinaelekezwa wakati hujaijibu ndani ya muda fulani. Unreachable call forwarding, simu zinaelekezwa wakati simu yako haipatikani au imezimwa. Sababu za kawaida za kutaka kujitoa kwenye call forwarding, umeiweka kwa bahati mbaya unahisi mtu anachunguza simu zako. Kabla ya kujitoa, ni vyema kuangalia kama kweli simu yako ina call forwarding iliyowekwa. Kuna codes za USSD unazoweza kutumia kuangalia. Kwa simu zote unconditional, minya nyota nyota ishirini na moja nyota au nyota alama ya reli ishirini na moja alama ya reli. Kwa simu wakati bize, minya nyota alama ya reli sitini na saba alama ya reli. Kwa simu ambazo hazijibiwi, minya nyota alama ya reli sitini na moja alama ya reli kwa simu wakati haipatikani minya nyota alama ya reli sitini na mbili alama ya reli kuangalia status ya call forwarding zote kama je umewekewa call forwarding au haujawekewa na utaona namba ya nyota alama ya reli sifuri sifuri mbili alama ya reli sasa twende kwenye sehemu muhimu zaidi jinsi ya kujitoa kwenye call forwarding hizi ndizo codes za kutumia ntazitaja kwa kila aina ya call forwarding kufuta unconditional call forwarding. minya alama ya reli alama ya reli ishirini na moja alama ya reli au alama ya reli ishirini na moja alama ya reli. Kufuta busy call forwarding, minya alama ya reli alama ya reli sitini na saba alama ya reli au alama ya reli sitini na saba alama ya reli. Kufuta no reply call forwarding, minya alama ya reli alama ya reli sitini na moja alama ya reli au alama ya reli sitini na moja alama ya reli kufuta unreachable call forwarding, minya alama ya reli alama ya reli sitini na mbili alama ya reli au alama ya reli sitini na mbili alama ya reli. Kufuta all call forwarding, minya alama ya reli alama ya reli sifuri sifuri mbili alama ya reli au alama ya reli sifuri sifuri mbili alama ya reli yako. Kama umefurahia maudhui haya bofya like na subscribe kwa channel yetu ya MK Tech. Pia shiriki video hii kwa marafiki na familia wanaoweza kuhitaji msaada huu. Je, una swali lolote kuhusu call forwarding au masuala mengine ya teknolojia? Andika kwenye sehemu ya maoni chini ya video hii na nitakujibu haraka iwezekanavyo.